Financial Reporting Committee, unajua mbona iko hapa? <laughs> Unakumbuka nikikufunza mambo ya Terrorism Act? Under that Terrorism Act kuna kitu fulani ilitengenezwa, kuna, hiyo kuna act fulani ya 2012 inaitwa tpo po kamla po, Malcolm, po, po, po kamla proceeds on of crime and money laundering act ya 2009. Ndio nakwambia Kenya ilikuwa na watu werevu kitambo, hujamaazanini mwerevu. Kenya ilikuwa na watu werevu zaidi yake mwenyewe, walitengeneza hiyo kitu 2009 hata kabla katiba mpya ikuje. So, awase, walit, under that nini, under that act walitengeneza hii FRC Financial Reporting Center. Unajua inafanya nini? Kazi ya Financial Reporting Center ni kuzuia proliferation fa, eh, financing proliferation financing ni kama yani, upeane pesa watu wasafirishe mabomu ama watengeneze mabomu. So una, sasa umelewa mbona umelewa mbona CBK iko hapa? Umelewa mbona governor wa Central Bank ako hapa? Tete access. Yes like kujua hii pesa imetoka, unasikia hii pesa ikitoka Somalia hivi kwanza, wanaweza i freeze. Eh, because wameweka hizo ni danger zones. Kenya ilikuwa na no watu werevu, msidanganywe watu zaidi, kuna watu werevu. Kenya ilikuwa na no watu werevu, Uliona kazi yenye Tom Mboya alifanya kwa sessional paper number 10 na Kibaki, back in the in, at independence if Jaramogi was already doing things to do with with airlift programs. Sasa hivi ndio kuna za ma, za ma, za ma nini, watu werevu sasa hivi baada ya watu pia airlift programs za za za ma scholarship jibra nini, wanatupea airlift programs za kwenda wapi fanya kazi Qatar, kuingia gulf proliferation financing. Alafu ya pili ni eh nini E, money laundering wanaangalia mambo ya money laundering, i think alafu pia wanaangalia mambo ya te, terrorism financing right, unakumbuka nilikwambia terrorism ni nini? Sasa unaenda ukisoma hiyo terrorism act sema Obina sana nianze kwenda maandamano, alafu ionekane kuna jamaa fulani mtu Obina in the US ananitumianga mimi pesa kila wakati, yani kama maandamano ni kesho, ananitumia leo, huyo jamaa ni terrorist. <laughs> So hata kama unanitumianga za sapa ama za cabbage hiyo siku wanasema, anasema jamani Terrorist. You are aiding terrorism activities in the Republic of Kenya. So hiyo wakati yenye mtakuwa mnasema tunataka kul ku live stream vitu. Oh, unajua kuna hata kuna watu wana fan terrorism in our republic. So we need to switch off already for our security, na kuonyesha kwa nini hiyo sheria ililetwa. Sasa KRA Eh, Obina una, umekuwa unaonekana ni kama hii channel yako ina promote vitu. Kwanza unalipanga tax. <laughs> <laughs> wanakutumia nini? KRA. <laughs> Wala eh hey, Obina, kuna hizo mbili huko wewe ilipa. Sasa unajua ime multiply. Sasa hey, ilikuwa ilikuwa 200 jili. Ah, sorry, sasa hii kuna ka M hapo mbele. 200 million hujalipa hii miaka yote. Eh hey, Obina, sasa wewe usiju utafanya aje? Sasa Obina umetenza unashindwa ufanye aje? Wanakuambia lakini there is a way out. Si useme tu, serikali si mbaya. Well, hii serikali ni mzuri sana <laughs> <laughs> alafu mpaka kuna asset recovery inatoa agency asha hmm. Kupata na hizo mavitu mpaka kuna NCIC inatoa national eh, commission joninioion co in integration integration hey, sio, wanaangalia wanasema ni ukweli vile tumeangalia hao vijana, watoto wetu wenyewe kweli. Wazazi, aa, watoto wetu wanahitaji maombi, kwa sababu hata vile tunaenda, umeona mambo wenye wanasema online. Wacheni tu tuzime internet, si ati tunawachukia, it is for their safety.